Menina, menina, menina. Hamasa namna na ambavyo tunavyosherekea miaka minne ya Rais wetu wa jamhuri ya miyaka... ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa nini tus tunasherekea miaka minne ya Rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania? Kwa sababu cha kwanza ameendelea kutuhudumia sisi wananchi, sindio? Ameendelea kuwakomboa wakinamama um ouais. Nani ambaye hajatoka kwenye tumbo la mama Hakuna, wote woteaugula maa la mama. Ni mlezi, mama ni mlezi. Kwa hiyo kwamba rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anaendelea kutuletea sisi vijana kwa namna kutuletea fursa mbalimbali Tanzania Simiyu, hadi baliali nishati safi ya kupikia Simiyu safi, wati na mama safi